Sababu tano zitakazokufanya uendelee kuwa kwenye umaskini bila kujua. Namba moja, kukosa elimu sahihi ya fedha. Mfumo wa elimu haumpi mtu maarifa sahihi ya fedha, hivyo watu wengi hawajui jinsi ya kuzalisha, kuhifadhi na kuwekeza pesa. Namba mbili, kutumia zaidi ya unachokipata. Watu wengi wana tabia kuishi maisha ya nasa bila kuwa na nidhamu ya kifedha, jambo ambalo linasababisha madeni na umaskini wa kudumu. Namba tatu, kuamini kuwa kufanikiwa kunategemea bahati. Watu maskini mara nyingi huamini kwamba ili kufanikiwa wanahitaji bahati badala ya mipango na juhudi. Namba nne, kuzungukwa na watu wasiokuwa malengo makubwa. Mazingira yanaathiri sana mtazamo wa mtu na kujihusisha na watu wasio na dira ya mafanikio kunakufanya uendelee kuwa kwenye umaskini. Namba tano, kutokuchukua hatua kuongeza thamani yako. Watu maskini hawajifunzi maarifa mapya, hawajiongezei thamani na hawajitafutii fursa za kubadilisha hali zao, na hawajitafutii fursa za kubadilisha hali zao. Umaskini hauwezi kuondoka endapo haujui namna ya kuuza bidhaa au huduma fulani. Jifunze kuuza endapo unachukiwa maskini. Kuweza kujifunza kwa kina zaidi, soma kitabu cha Mwongozo Katika Mafanikio ambacho kwa sasa unaweza tumia kwenye email au WhatsApp yako kwa ofa elfu kumi tu tuwasiliane inbox.